wananchi saa 8 na dakika 32 kwa mpya alfajiri ya leo laini yetu ya fumba mpya ilitoka na mafundi wetu walitoka katika kituo cha kupozea umeme cha mtoni wakajaribu kuirejesha laini hiyo saa 8 na dakika 38 lakini ikakataa wakati tunarejesha laini hiyo kwa mara pili kishindo kikubwa kilisikika karibu na maeneo ya mtoni substation, eneo la mko ambapo mafundi wetu walianza kupatrol na kugundua kwamba kuna vijana wawili walioingia katika eneo la substation kwa nia kuiba waya wakiwa na msumeno wa chuma, walikata waya ambao ulikuwa una umeme. Umeme huo ulikuwa ni msongo wa, wa kilovolti 33. Kwa kuwa ulikuwa ni umeme mkubwa, vijana wale wa walipata shoti ya umeme na pamoja wakapata majeraha makubwa ya moto, yani first degree burn. Mmoja alifariki hapo hapo na mwingine akiwa na hali mbaya, life threatening sasa baada ya tukio hilo kulitokea, kumesababisha maeneo mengi sana ya ambayo yanahudumiwa na laini ya Fumba kukosa umeme. Maeneo hayo ni Daraja Bovu, Amani, Mwanakwerekwe, Mpendae, Mpendae maeneo baadhi ya Mpendae, Kwa Mchina, Mombasa, Mbuyu Mnene, Kisauni, Maungani, Kisakasaka, Fuoni, Dimani, Bweleo hadi Kombeni hadi Fumba. Maeneo hayo yatakosa umeme kwa muda wa masaa kumi yajayo wakati tunarekebisha hali hiyo na zoezi linachukua gumu kidogo kwa sababu ya hali ya hewa, kuna mvua. Kwa hiyo linaweza likachukua muda zaidi katika kurekebisha hali hiyo. Naomba radhi wananchi kwa kukosa huduma ya umeme kwa muda masaa yote, lakini ni jambo ambalo halikutegemewa. Nitoe rai kwa wananchi, hususan vijana wetu kuto utajiingiza katika matendo ya, ya namna hii kwa sababu kwanza hey, yanahatarisha maisha yao, lakini vilevile yanaleta hasara kubwa katika miundombinu ya, ya umeme na kuwakosesha watu wengi huduma ya umeme. Kwa sasa ni seme hayo tu, lakini taarifa zaidi baada ya uchunguzi kukamilika atatolewa na mamlaka nyingine. Kwa sasa hatuwezi kujua hasara kamili iliyopatikana, lakini kwa ujumla tu tunachoweza kusema kwamba watu wengi wataathirika, kwa maana ya kwamba maeneo hayo yote niliyotaja ambayo yana harakati nyingi za kiuchumi, kwa kukosa umeme kutapelekea kuwepo kwa hasara kubwa sana. Kwa sasa hivi hatuwezi kuweka thamani halisi ya hasara itakayopatikana, lakini kwa, kwa sisi kwa upande wa ZECO baada ya kurekebisha hiyo hali tutajua ni gharama gani tumetumia kurejesha. ZECO ipo kumarisha maisha yako.